Mtanzania nisikilize kwa makini. Ukikutana na Mkenya anataka kuongea na wewe, muulize hivi, anayotaka kuongea na wewe ametumwa na Uingereza ametumwa na Marekani? Kwa sababu Kenya sio nchi huru. Nchi huru gani bado inatumia lugha ya mkoloni? Nchi huru gani rais wa nchi husika hawezi kufanya maamuzi kwa faida ya wananchi wake? Juzi tulishuhudia wote, Ruto alikwenda China kutafuta chakula, maana Kenya hamna chakula Alivyofika kule aliongea, alichoongea ili kupata chakula, mabosi wake yaani Amerika, wakatoka huko walikotoka kumwambia, nani amekuruhusu kwenda na China? Kama ingekuwa ni nchi huru, Amerika anapata wapi ujasiri wa kumwambia Ruto, ni nani amekuambia uende China? Nchi huru gani haina lugha yake? Yani chochote ambacho Wakenya wanazungumza Mwingereza anaelewa, Marekani anaelewa. Mkenya akikwambia tuna uchumi mkubwa, mwambie sio uchumi wenu, ni uchumi wa Marekani na Uingereza. Ule jenerali wa Marekani aliyesema Bukina Faso inatumia dhahabu kwa kuwatajirisha hiyo serikali ya kijeshi, kwa nini amekuja Kenya asije Uganda au Tanzania? Kwa sababu Kenya ni kwao, hahitaji maelezo mengi kwenda Kenya. Kenya ni nchi yao, ni mali ya Wamerika. Wakenya hawawezi kufanya maamuzi ya aina yoyote. kwa ukiona Mkenya asira, ana asira, sio yeye, anaendeshwa na Wamarekani. Angalia tabia za Wakenya zote zinafanana na za Wamarekani, matusi yasio na mipaka kwa viongozi wao. Mtu atajiuliza, hivi kwa nini Wakenya wanaruhusiwa kuwatukana viongozi wao hivyo? Mfumo wa, kima, wa nchi za kibepari, rais ni geresha, wanaoendesha wa nchi ni mabepari. Kwao unaweza ukamtukana rais utakavyo, lakini kwa sababu wewe umlipia, wanaomlipa ni mabepari. Sasa laana ya Wakenya ni hii hapa, naomba msikilize huyo kijana. Aliyokuwa rais wangu wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta alisema kwamba Wakenya ni sawa na watu waliolala ile siku watakuja kuamka, watakuja kudai haki zao, lakini mtanzania sasa ni maiti. Yani huyo hamna siku ataeamka. they don't even know they they will never ever wake up to understand whatever they want in their life, that is why they are there. Hiyo ndio laana inayowatafuna wa Kenya. Wakati Nyerere yuko bize akitutafutia uhuru wa kweli, na wakenya wakiwa katika mikono ya Waingereza na Wamarekani, walijiona wameshamaliza maisha yn, yani wao wako juu sana, ndio maana rais wa kwanza wa Kenya akatutukana sisi wa Tanzania. Kwa hiyo hiyo laana ya kusema kwamba sisi wa Tanzania ni maiti itawatafuna Wakenya mpaka waje watuombe msamaha. Kenya ni nchi hatari vibaya mu huu mwezi unaoisha, ndani ya miezi miwili kama sio mmoja, wameuawa wabunge wawili kama sikosei, zaidi ya mbunge mmoja hawa. Haya sio mauaji ya kisiasa, ni mauaji ya kikabila. Huku kwetu sisi tuna ugomvi wa kisiasa. It's just simply politics. Kenya wanauana kimakabila alafu hawakuandamana kwa, kwa sababu wanajua ni ishu ya kikabila, wanajifanya wanaijua siasa. Umesikia Tanzania kuna mbunge ameuawa kisa kisa ukabila, hata siasa tu wanaji sisi, zaidi ya mbunge mmoja Kenya ameshapigwa risasi au ameshatekwa katika jina la ukabila, sio siasa guys, sio watu wa siasa wale, ni watu wa ukabila. Hilo huyo Martha Karua sijui Karua na yule Boniface hawajaandamana, wabunge wanapigana risasi kwa sababu wanajua zile ni ishu za kikabila. Kenya siyo nchi huru kama ilivyo South Africa. Kuna nchi mbili ambazo Watanzania tulidanganywa sana katika historia yetu darasani, South Africa na Kenya. Ramaphosa ameambiwa na Trump achague kwenda BRICS au abaki na Marekani. Kama anakwenda BRICS, makampuni yote zaidi ya mia sita yaliyo South Africa ambayo ni mali ya magharibi, yaani Marekani na machawa wake, yanaondoka maanake Afrika Kusini itakuwa maskini kuliko nchi yote duniani. Huo ndio ujumbe ambao Ramaphosa aliambiwa na Trump. Ile issue ya Malema ilikuwa kumbe ni ndogo tu. The real issue ni kwamba wewe bwana Ramaphosa na South Africa yako, unamfuata Mchina na Urusi unabaki na sisi. Kumbuka kuna vita nyingine Trump anapigana ambayo ni ya kubakiza chawa wake baada ya kuzaliwa jumuiya inaitwa BRICS, ambayo ndio maana umesikia Marekani wanaikemea Kenya, unakwenda wapi? Na sisi tunakupa kila kitu. Kwa hiyo Kenyans, mna pesa kubwa, sio yenu, ni ya Marekani na Uingereza. Leo hii mkitoka kwenye mikono ya Marekani na Uingereza, pesa yenu itakuwa kama ya Zimbabwe. You will have a billion trillion banknote just like Zimbabwe walivyo, walivyowanyanganya wazungu mashamba. Kwa hiyo Mkenya akikwambia tuna uchumi mkubwa, mwambie sio wa kwenu, ni wa Marekani na Waingereza. Mwambie unatumia lugha gani shuleni? Ya mkoloni ya kwako? Uhuru gani uliupata? Wakenya wana matatizo yasiyoelezeka, msikilize huyu jamaa anaitwa Rigad Kashagwa, aliyesema asiposhinda uchaguzi kutakuwa hakuna nchi inaitwa Kenya. Msikilize kwanza mwenyewe. And not to attempt to force William Ruto on the people of Kenya. It will not work. The people of Kenya will not accept it. People want change and they are ready for change. Indeed, they are impatient. Memsikia, nataka niwaambie wa Kenya, Rigathi Gachagua alingekuwa ni Mtanzania na cheo chake hicho ndani ya Tanzania baada ya kusema hayo maneno angepotea na asingekaa aonekane mpaka mwisho wa dunia. Tanzania huwa hatuvumiliaji maneno kama hayo. Tanzania sio ya nchi ya mtu mmoja. Tanzania sio ya kabila fulani. Tanzania ni ya Watanzania. Ndivyo Nyerere alivyotengeneza msingi wa Tanzania. Huwezi kuongea maneno kama hayo Tanzania ukabaki uraiani. Kiongozi mkubwa wa levo ya Rigad Kashagwa, mnadai mna siasa safi. How can one person have that audacity to say that I cannot speak your language? Siwezi kuongea lugha yenu. Mtu mmoja na, anakuwa na hatima ya taifa. We don't have that such politics. Imagine Tundulisu yeye aligusia fujo, alisema tu tutakinukisha, maana yake itakuwa ni fujo nchini. Yuko wapi? Yaani hilo ni neno jepesi sana. Tundulisu alitumia tutakinukisha, lakini kwenu mtu anasema asiposhinda uchaguzi kutakuwa hakuna Kenya. Bro, you don't have country. Nyi hamna nchi, hiyo sio nchi, mnatafunwa na laana wa Kenya. Mtu mmoja ndo anaamua hatima ya maisha ya Wakenya. Tanzania, Tanzania tushatoka hiyo level. Ni ujinga sana mtanzania akiwa anajibizana na Mkenya. Kwa hiyo matusi yote mliomtukana Samia sio nyinyi mmemtukana, kwa sababu mkenya akiongea sio yeye anaongea, aidha ni marekani yuko nyuma yake au ni mwingereza yuko nyuma yake. Mlipata uhuru gani wakati kuna american military base, UK military base huko kwenu? Which freedom did you get? Andamaneni mpate uhuru wa kweli. Wakenya, ni muda, kama kweli mnalipenda taifa lenu mwandamane, muupate uhuru wa kweli. Badilisheni lugha ya huko bungeni, mwongee lugha ambayo kila mkenya anaelewa. not all Kenyans understand English. Asilimia thelathini ya wakenya ndo wanaelewa kinachozungumzwa bungeni, sabini iliyobaki they do not understand. Sio ujanja kuongea lugha ya mkoloni unajua, eh? lakini ni lazima mwongee kwa sababu hamkupata uhuru kamili. Ruto hawezi kutoka hapo Kenya aende nchi yoyote pasipo kuwasiliana na wamarekani na waingereza. Sisi Samia aliwazunguka wazungu akachukua hela, alivyokuja nchini akaanza kuzitumia, Tundulisu akaleta fyokofyoko akachapwa, ikabidi wazungu waseme wewe Samia, pesa tulizokupa mbona unampiga unampiga Tundulisu? Samia amezunguka nchi kibao, umesikia wa marekani wakimwambia kwa nini unakwenda huko? Samia ameenda China, ulisikia wa marekani wanamwambia kwa nini umekwenda China? Kwa sababu Tanzania ni nchi iliyopata uhuru kamili. Tanzania mwenye akili timamu Wacha kuongea na Wakenya. Wakenya sio nchi huru, inatawaliwa na Uingereza na Marekani kwa pamoja. Imajini watu wanaweza kuwa na amani kweli? UK ana sauti kwa Wakenya, Marekani ana sauti kwa Wakenya, hiyo itakuwa nchi gani? Mtanzania, wacha kupoteza muda kuongea na Mkenya. Wakenya nchi wanayoikalia sio mali yao, ni mali ya Wamarekani. Rais wa Kenya hana mamlaka ya kusafiri kama anavyosafiri sami. Samia wetu Never. Kwa hiyo hizi hasira za wakenya kumtukana mama Samia wanasukumwa huko nyuma na mwingereza au marekani namba wani. Mkenya akikwambia tuna uchumi mkubwa, mwambie sio wa kwenu, ni wa, wa marekani na Waingereza, kama ilivyo uchumi wa south africa ni wa marekani na wa. Wameshaambiwa kabisa kama wanakwenda BRICS uchumi wao watao, utakufa wote. Mkenya akikwambia najua kiingereza kuliko we, mwambie hiyo ndio lugha ya mkoloni wako. Hatuwezi kushangaa kwa sababu ungekuwa na uhuru kweli, mngechukua hata lugha ya Kikuyu au sijui kikala nje, muifanye lugha ya taifa. You proud of your colonizer language are you crazy? You are not crazy because you are still under colonial rule. Kwa hiyo tumeelewana Watanzania, cha kwanza mwambie mkenya amekula kama ajala, mnunulie chakula, ni ndugu yako. Cha pili kabla hajaongea sana, mwambie nenda kaandamane upate uhuru wa kweli kwanza, ndio tuje tuongee maana sisi ni Watanzania, tunaweza tukafanya maamuzi yetu. Yeye hamwezi kufanya maamuzi yenu. We rais wenu anakwenda kuwatafutia chakula, bwana wenu anasema, kwa nini umekwenda China, umekwenda China? Umekwenda kwa nini umeenda kuenda kuomba chakula kwa Wachina? Sasa wewe mume wangu, siuna chakula nyumbani? Kama hamna chakula, inabidi mama akatafute chakula popote. Baba ajaleta chakula, so tutafanyaje? Inabidi mama atoke akatafute chakula sehemu yoyote. Amerika hana chakula cha kuwapa Wakenya, inabidi Ruto atoke akatafute chakula popote. Samia ana uwezo wa kwenda China, Russia, popote Hakuna mtu wa kumwambia kwa sababu ile miaka ishirini ya Nyerere kuitwa maiti na Jomo Kenyatta, ndio Nyerere alikuwa anatutafutia uhuru wa kweli, wakati jie mkiwa katika mifuko ya wazungu mnajiona mna akili sana. Sasa ndo muda wa Kenya mmeutafutia uhuru wa kweli. Toeni hizo military base za wa za wamarekani na Waingereza alafu toeni hiyo lugha ya Kiingereza bungeni ili kila Mkenya aelewe ni kitu gani kinachozungumzwa bungeni. Hapo ndipo tutaweza tukasemeshana tuka, tuka lakini hivi hivi mtanzania ni marufuku kuongea na Mkenya. Ili tuongee na Wakenya vitu serious, wabadilishe lugha ya bungeni number one, alafu watoe hizo military base za wamarekani na waingereza huko kwao. Hivyo vitu viwili tu tunaweza tukaanza kuongea nao. Tanzania kiingereza sio elimu, tafuta elimu. Kenya kiingereza akitakupa ugali kama ufanyi kazi. English won't give you you ugali unless you work. Elimikeni msio wasomi.